Kuna usiku ambao anga husahau kuzima nyota, na kuna usiku ambao kimya huvaa lugha yake. Usiku huu ulikuwa usiku mmoja wao. Nia alisimama katikati ya chumba chake akiwa amevaa fulana kubwa ya kulalia. Miguu yake ilikuwa mitupu, na simu yake ikiwa na mwanga hafifu. Umeme ulikuwa umekatika. Jiji lote la Mwanza likawa kivuli, giza ambalo linakusababisha usikie mapigo ya moyo wako wewe mwenyewe. Alinyanyua mshumaa mmoja, halafu mwingine. Moto wa kiberiti ukavunja ukimya kwa kishindo, na mwanga wa mshumaa ukaangaza uso wake, halafu ghafla mlango kagongo tap, tap, tap, tap, kisha kimya. Halafu tap tap ya mwisho na ya kujiamini. Nia alifungua mlango taratibu, huku akiwa na hofu na pale alikuwepo Jay bila shati, suruali za kulalia, macho yake aking'aa ya chini ya mwanga wa mshumaa wa koridoni. Kisha Jei akauliza, unataka kampani kwenye giza? Sauti yake kama ala ya saksofoni, saksofoni ya jazi inayopema hadi joroni. Nia alikaa kimya, lakini tabasamu lake liliwahi kumjibu kabla hajafungua mdomo. Kisha Nia akajibu, sawa ili mradi tu kama hauogopi vivuli. Ndani ya chumba cha Nia muda ulianza kutembea kwa miguu ya taratibu. Aliwasha mishumaa mingi sana, hakukuwa na umeme, lakini mziki uliendelea, jazi ya zamani ikicheza kutoka kwenye spika ya betri. Harufu ya mchaichai na mbao za sandalwood ilijaa kama manukato ya kumbukumbu. Wakakaa mbali kidogo kwenye kochi lake la kahawia, lakini macho yao hayakutazamana moja kwa moja. Mvuto kati yao ulikuwa wa umeme wa kimya. Jay akaanza kuongea, “Nia, unaamini katika mapenzi ya kimya?” Nia kwa shauku akajibu, ni yapi haya? Jay akaendelea na kusema, yale yasiyo na makelele, yenye utulivu, yenye pumzi ya kuwa halisi tu. Kisha alisimama kwa sekunde. Maneno hayo yalimgonga Nia kama risasi ya hisia. Kisha Nia alichukua glasi ya divai, lakini Jay naye akanyosha mkono kwa glasi ile ile iliyokuwa mezani. Vidole vyao vikagusana Umeme ukamiminika, macho yao yakakutana, na mara hii bila kizuizi wala bila uoga. Jay yakainama, si kwa pupa, bali kwa ruhusa, kwa sababu Nia hakumzuia. Guso lao ha, halikuwa la tamaa, lilitiririka kwa upole kama mvua ya kwanza baada ya kiangazi lakini Nia akajitenga, si kwa sababu haikufaa, bali kwa sababu ilifaa mno. Nia kwa sauti ya hewa akasema ni mapema mno. Yeye hakukasirika kasirika, alitabasa mto ni kama mtu aliyeshasoma mwisho wa kitabu, lakini bado anaofurahia kila ukurasa. Yeye akarudi kimoyomoyo na kusema utarudi tu baadaye. Usiku huo umeme ulirudi na kila mtu alienda kwenye chumba chake. Nia alikuwa amelala chali akitazama dari. Ghafla simu yake ikang'aa, ni WhatsApp message ya kutoka kwa Jay, na ni saa tano na dakika 40 usiku. Message ilikuwa inasema mara ya kwanza kukuona nilisahau kupumua. Nia aliitazama akafumba macho na ndoto ikamchukua. Katika ndoto, yupo chumbani kwa Jay. Safari hii hakuna umbali tena kati yao, mikono yao imekumbatiana, mguu wake juu ya kiuno chake, mkono wake ukishika uso wake kwa upole, kama anashika ukweli vile. Walicheza, si kwa haraka, bali kwa mwendo mpole mpole, kama mawimbi yanayojifunza kuhusana. Yeye akamwita kwa sauti ya pumzi, hania akaitika kwa sauti ya mwe wake. Na pale alipojikunja kwa raha ya mwisho, kwa hisia na msisimko, aliamka akajikuta yuko peke yake, anapumua haraka amechoka lakini, si kwa uoga, bali ni kwa hamu. Asubuhi ilipofika, Nia alitembelea kuelekea upande wa pili wa korido, miguu yake hii mitupu, lakini moyo wake ukisita. Akapiga hodi mara moja, hakuna jibu, lakini mlango ulikuwa wazi kidogo, na Nia akaanza kuita Jay Jay. Ndani kulikuwa na harufu ya rangi mpya ya limao, joto, amani na upweke, lakini Jay hakuwepo. Alipoingia ndani, akaona kijitabu kidogo cha kuchorea mezani. Akakichukua polepole, ukurasa baada ya ukurasa, ni michoro ni uso wake, ni tabasamu lake, ni mikono yake, ni yeye akiwa kwenye usomaji, ni yeye akiwa amechoka, ni yeye akiwa amefunga nywele zake. Michoro ya pembe ambazo hajawahi kuziwazia mpaka leo. Chuna mmoja umeandikwa tarehe, miezi mitatu kabla hawajakutana. Nia akapigwa na butwaa Akalifunga daftari, akasema kwa sauti ya ndani, Je, ni nani wewe? Ghafla mlango ukajifunga taratibu nyuma yake, lakini kimya na kimya kilibaki. Usikose sehemu ya tatu ya simulizi yetu, na chini ya mguso wako.